Hawa ni wanafunzi wa shule ya sekondari Kiyanga hapa halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara. Leo ni siku ya masomo kama ambavyo nawaona, wakiwa darasani hawana sare, na shule hii imefunguliwa tarehe 10 Februari mwaka huu 2025, na, na wamelazimika kuanza masomo wakiwa hawana sare kutokana na maelekezo ya uongozi wa shule kwamba lazima waanze masomo, lakini wakiwa katika hali hii. Nazungumza na mkuu wa shule hii, Mwalimu Yohana Kidava, anaeleza kiundani kwa nini wamelazimika kuwaanzisha wanafunzi katika muonekano huu. Tumepokea wanafunzi wote wakiwa hawana sare, licha ya kwamba baadhi ya wazazi walishachukua sare, lakini ikumbukwe, shule hii tumeanza tarehe kumi mwezi wa pili, wakati shule zingine zimeanza toka tarehe kumi na tatu mwezi wa kwanza. Kwa kwa mazingira hayo na ugeni wa shule, tulilazimika kwanza kumpokea mtoto aendelee kupata huduma ya elimu, wakati huo mzazi anaendelea kujiandaa. Kwa hiyo mpaka tarehe moja mwezi wa tatu tumekubaliana kila mzazi awe amekamilisha uniform, na tunaamini wakati mwingine mtakapokuja, basi mtakuta wanafunzi wetu wakiwa wamevaa sare, na masomo yanaendelea kama kawaida. <tipos> Nikazungumza na wanafunzi wenyewe, baadhi yao, kuwasikia wanajisikiaje kukaa darasani wakiwa katika hali hii. Shule ilichelewa kufungua ndo. Na sare zilikuwa bado hazijafika. Hazijafika nani aina za sare. Najisikia vibaya. Kuna wengine hajakamilisha sare, kwa hiyo tunabidi tuwasubiri wenzetu wakamilishe sare tuvae wote kwa, kwa, kwa, kwa pamoja amefika hapa na mbunge wa jimbo la Nanyamba Abdallah Chikota. Yeye amekuja kukagua maendeleo ya ujenzi wa shule hii ambayo ni mpya, lakini pamoja na yote akasikia changamoto alizonazo na kuweza kutoa maelekezo yake, lakini vile vile akiwapa nasaha wanafunzi, hususan watoto wa kike. Mkifanya sensa kwa hao ambao wameolewa sasa hivi, ukaongea nao peke yao kimya kimya, yani waliopo kule wengi walitaka wangetaka watoke kwa yale sio ya kuyakimbilia, muda ukifika mtayakuta. Sasa hivi zingatieni elimu. Habari zote kali za zo siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha bila kusahau mahojiano maalum, exclusive interview, zenye ubora wa hali ya juu, vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote tupigie kupitia nambari 0712 032 208, au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. Nyote nakaribishwa.